Ibra ulijihisi kuchokwa ndani ya lebo. Wewe ukiwa ni bosi wa kampuni yoyote, yoyote, yoyote. Mm -hmm. Kitu, mm -hmm. Au sehemu yoyote mfanyakazi akakuletea kitu au biashara ya kukuambia kwamba hii na hii hapa ni biashara sahihi. Cha kwanza inatakiwa wewe ndio unajua ubora wa kazi unayoitaka. Yeah, sure. Kama kazi haina kiwango ambacho wewe umekitaka, sema kwamba hii kazi mm, kwa sasa hivi hauwezi kufanya hivi, mm. Lakini hata zilipotoka hizo nyimbo ambazo hawa zikalia kimya ziliiti mm. <laughs> <laughs> Lakini ni, ni kawaida kwa lebo ku, au msanii kuona kwamba ingoma hii inaweza isitoke iza isiwe hichi mfano mm. Nakumbuka Diamond alishawahi kusema kuhusiana na ngoma ya Komasava kwamba wakati anayorekodi ile ngoma baada ya kuisubmiti kwa, uh, kwa, kwa distributa wake mm. Wana music yes, mm -hmm. Ni wana kitu kama hicho something like that mm -hmm. Waliikataa ngoma akasema, hii ngoma i sound haina kile kitu ambacho sisi tunakitaka. Sasa huyo na baadaye Diamond aliforce kwa sababu ya nguvu ambayo iko nayo mm -hmm. Kwa hiyo lakini ngoma imekuja kwa ukubwa kuliko ngoma zote ambazo wana walishawahi kuzihitaji. Sasa, sasa, sasa, sasa huyo huyo ni distribution. Distribution ni kwenye mziki ni tunamwita mtu wa mwisho kwenda kumkabidhi kazi, yani hiyo ndio iko tayari, si ndio? sisi hapa ndani hapa kujadili kuhusu mziki na hichi kipaji tunachosema tunakikuza kwa wezi. Mm. kwa sababu biashara huwezi kuendesha biashara bila kuiangalia mm. si ndio? Nyimbo unatumiwa manyimbo manyimbo yamejaa kibao, manyimbo ni mengi a, a, manyimbo hayatoki, yakitoka video zake ni ndogo. Ukiulizia tu vizuri kwamba bwana braza, tunafanyaje, unaonekana kama mjuaji sana. Sasa ujuaji unakuja wapi, wakati ni riski? Ndo ambayo hii ndo kazi natakiwa itufaidishe mimi na wewe.